Kutoka kuwateka mashabiki kambini Nyarugusu mpaka kuwateka maelfu na mamilioni ya watu kutoka kanda wa East Africa, lakini pia na dunia nzima kiujumla. Nyagoman, safari ya muziki wake na ndoto zake vilikuwa ni kama viko tofauti, lakini malipo ya upambanaji wake na kujitolea kwake yamekuwa ni makubwa zaidi, hata zaidi ya vile ambavyo labda yeye mwenyewe alikuwa akitarajia kutoka kwenye wimbo aliyomshirikisha H Baba mpaka kwenye It's My Time na wimbo wa History aliofanya na Chino Kidd. Nyagoman mmoja kati ya wasanii ambao wanaendelea kufanya poa sana. Ndoto yake ilikuwa akifika Dar es Salaam apige picha na Madee Ali, alafu akirejea kwa mama yake amuonyeshe kile ambacho alikifanya Dar es Salaam, ikiwa ni moja kati ya ndoto zake kupiga picha na mkongwe huyo wa muziki wa hip hop na rehisi wa Manzese Madee Ali lakini kichwani kwa Madii alikuwa akifikiria vitu vingi na makubwa kwa ajili ya Nyagoman. Nafikiria na najua ulikuwa unatamani kujua mengi sana kuhusiana na Nyagoman na ulikuwa unataka kujua mengi kuhusiana na ndoto yake, safari yake ya muziki na mafanikio yake mwaka 2025 nikombe subscribe Dems Media alafu tuendelee na stori hii kubwa, nzuri na ya kusimua zaidi. mimi ni abdul The Monster. Katika moja kati ya posti ambazo ziliwashawishi, ziliwafurahisha, ziliwachekesha na kuwaburudisha watu wengi ni posti ya Juni 24 kutoka kwa Madee Ali ambaye alishare picha za screenshot ya chat zake yeye na Nyagoman na namna gani ambavyo alikuwa akimkaribisha Nyagoman mjini Dar es Salaam na kumwambia aongee kila ambacho kipo kwenye ndoto zake na kila ambacho angehitaji labda Madii amfanyie iwapo akifika Dar es Salaam. Madiali ameandika, ndoto ya Nyagoman inaenda kutimia leo saa kumi na mbili jioni Amefanikiwa kuimba na mwanamuziki anayempenda. Imagine, tuna utiriri wa wanamuziki kibao hapa TZ, but alimchagua Chino Kidd kama conversation yetu inavyoonyesha hapo na kufanikiwa kumtimizia ndoto zake. So leo jioni, Nyagoman Chino Kidd, video itakuwa mbele ya macho yako. Wimbo unaitwa History. Slide ya mwisho ndiyo ilinivutia zaidi, alitaka kuja Dar es Salaam kupiga picha na mimi akamwonyeshe mama yake, wakati mimi nilitaka akija Dar es Salaam afanye wimbo akamwonyeshe mama yake. Hii ndo ile tunasema usipeze mafanikio ya mtu, kila mtu ana namna ya mafanikio yake. Slide namba mbili ni fire, hiki ndicho kile ambacho Madi aliandika kutokana na majadiliano na maongezi yake yeye na Nyagoman sana akifika Dar es Salaam apige picha na Madee Ali kama ndoto yake, ili akamwonyeshe mama, lakini Madee alitaka afanye kazi ya muziki ili akamwonyeshe mama. Hii ni kubwa zaidi kwa Nyagoman na naamini hatokuja kuisahau kamwe kwenye maisha yake, kwa sababu ndoto kubwa kwenye muziki wake ilitimia na ilitimizwa na mtu mmoja ambaye ni Madeeali, ambaye alikuwa juani naye, hakuwahi kukutana naye, sio ndugu yake, sio rafiki yake, sio mshikaji wake wala si chochote kwake enzi hizo, lakini amekuwa mtu wa pekee na msaada kwake kwa kipindi ambacho alikuwa kwenye njia nzuri ya kuelekea kwenye mafanikio yake. E, kupitia IG ya Nyago maana kusita kuwashukuru watangazaji na midia zote za Dar es Salaam kwa ajili ya mapokezi yake. Siku tano zilizopita alishia ujumbe huu: Asanteni midia zote za Dar es Salaam. sio rahisi kwa msanii mchanga kama mimi tena wa vijijini kupewa nafasi na kila media na kila kituo cha radio. Rudia tena, sio rahisi. Acha niseme asante kwa mzee Madiali, alifanya kila jambo nilione jepesi. Asante sana mzee wangu, nipende kuwa ta taarifa kuwa ndugu wenu hivi, nipo safarini narudi nyumbani Kigoma Nyarugusu. Watu wa Dar, imejifunza mengi na hasanteni kwa sapoti. wakati mwingine tutakuwa pamoja. History out, link kwenye bio yake. Unaweza ukajiuliza maswali mengi, kwa nini Nyagoman alifika mjini Dar es Salaam na tena amerudi Nyarugusu kambini huko mkoani Kigoma? Na watu wengi wasanii wengi wakipata tobo tu ya kufika Dar es Salaam, basi hiyo ndiyo inakuwa baba bye bye kijijini kwao, hiyo ndiyo inakuwa bye bye nyumbani kwao walikotoka na makazi yao wanayeamishia huko huko Dar es Salaam. Ni tofauti kwa Nyago Star It's My Time na History ngoma ambazo zinaendelea kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii jamaa huyu cha kwanza anaikubali kasili yake cha pili anakubali ukubwa wa kazi zake toka enzi na enzi na upambanaji wake ndio umempa malipo haya ndiyo maana ajaona ugumu wowote kurudi kulekule alikotokea kwa sababu ndiko kule kulikomfanya amefika mjini anachoamini Nyagoman naweza nikasema ni kwamba upambanaji wake ndio unamlipa ubunifu wake na namna gani anavyoziandaa kazi zake ndivyo vitu ambavyo vinampa mafanikio na sio location yake. Anakubali kuishi kwenye tope jekundu, vumbi jekundu na hali duni ya maisha ambayo wanapitia huko kambini lakini anaamini upambanaji wake ndio unampa malipo, na anazidi kutangaza kabila lake duniani kote. Nyagoman nyota kubwa ijayo, Nyagoman sana, ayezidi kuitangaza asili yake bila kubagua na bila kuchagua wapi alipo na wapi alipotoka. Acha maoni yako. Hii ni Dems Media. Kwa stori zingine kama na hizi usisahau kusubscribe, like na kushea na wengine. Asante, mimi ni Abdul Juma the Monster.